Mkurugenzi, kwa mkurugenzi, katika pia kia likombe, siyajua sana kama limeandaa makabrasha yale ya kudumu, makabrasha yale kanuni za kudumu, za kudumu. E kanuni e e kudumu. za kudumu. Hili kia ni hili siombi na kuagiza. Hesu kia mkitoni halmashauri. Namuagiza mkurugenzi mtendaji, mbona mtu kishari ya kuagiza. Namuagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri na Ikungi, ande, kanuni za kudumu haraka mapema, sisi mali wetu gawiwe kila mmoja diwani apate kanuni ya kudumu, akasome ajue kwamba nini wajibu na majukumu ya yaliwa kisha zile kanuni. Ndio ni vizuri sana, hata kuna makamati ya madiwani sasa kija kuhusia mtakapo kwa madiwani kwa sababu hujamjengea uwezo mambo, sasa ni nani pia hajapata zile kanuni ile kabla sana, kanuni za kudumu hiyo, niombe nitegemee kwamba ingekuwa tayari basi kila mmoja jiwana hapa mheshimiwa diwani angeondoka na kabrasha lake vile za kanuni za kudumu, akajisomee kabla ilikiwa vile vijana hivi likiwa vijavyo, basi awe na uelewa wa namna gani wa ushiriki wa uchangiaji mawazo yao, amna naakutoa mawazo kaia kuenda Ikungi yetu.